Mimi kwanza sitaki mtu analewa. Aya, nataka sichagui kabila. Mm-hmm. Mtu yote tu ule mtu mwenye ko ready. Mm-hmm. So mimi sitaki mtu mwenye atakuja tuanze kusumbuana, nataka mtu mwenye ko serious. Mm. Yes. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Beatrice. Beatrice, umetoka wapi? Kitui County. Uko na miaka ngapi? Kona 36. Eh, hapa Nairobi unakaa wapi? Githurai. Wewe ni msawa wa Githurai? Hello ni Sentava mambo vipi? So guys, maze kadetu maze tasemanga wasapatane, wapendane, waoane, wajaze dunia ama namna gani? So guys, leo maze nimejiona hapa na beautiful lady, maze ali inbox ako singa anataka mtu and fortunately hajakuwa na majamaa bado, tukamwacha hapa na show, tuone venye kunaye kunaenda. Bila kuboresha time, director, zumua bwana. Ehe, ni aje Poa. Yeah. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Beatrice. Beatrice. Unaitwa Beatrice. Beatrice, umetoka wapi? Kitui County. Eh? Kitui. Wewe wewe ni mse wa Kitui? Wewe ni Mkamba? Eh. Eh, Nesa? Nesa mno. Ndio hiyo sasa. <laughs> Lazima ni confirm, si ndio? So, eh, Beatrice, uko na miaka ngapi? Uko na 36. Eh, hapa Nairobi unakaa wapi? Githurai. Wewe ni mse wa Githurai? Do you have maybe a kid? Uko na Yes. mtoto? Uko na watoto? Uko na watoto? uko, uko na watoto? Yes. Watatu. Kijana, msichana maybe? Vijana wawili msichana mmoja. Uko na vijana wawili na msichana mmoja? Yes. Sasa fanya hivi Beatrice, angalau kwa kamera, ambie waseme hivi. Njoo nataka mtu. Uko single, unataka mtu? Yes. Umekuwa single for long? Mm. Bwana pale kidhurai hakuna kajamaka, ashaona tu napita hivi kakafanya. Ah, hapana. Hujapata mtu bado? Bado. Sasa fanya hivi Beatrice, angalia hapo kwa kamera, ambia waseme, in the last relationship nini ilifanyika, nini kesho ukipata jamaa mwingine asipate the same same mistake. Mambo ni ulevi tu. Ulikuwa ulikuwa patana na kalewa? Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Yeah. <laughs> na kalewa yeah. Mm. Yes. So ni ile analewa sana ama ilikuwa aje? Eh. Yeah. Mm. So ni pombe tu ilifanya maybe eh alikuwa analewa analeta vurugu ama ni alikuwa tu analewa na alikuwa ana provide? Yeah, but sasa hiyo kukosa amani kwa nyumba hizo so, furugu tu inapata. Mm. Kuna pesa kwa nyumba. Mm. Hey, na watoto alikuwa anashughulikia? That time? Mm. Yeah. Oh, alikuwa anashughulikia. So anaenda analewa na bado lakini watoto Hmm, naye anashughulikia. Yeah, sometimes ilikua inaenda tu hapa down. Mm. Yeah. Oh, sometimes analewa, anashughulikia. Sometimes analewa anashughulikia. Yes. Okay. Sasa fanya hivi, Beatrice, angalia hapo kwa kamera, ambia waseme hivi, unataka jamaa na kaje? Mm. Mimi kwanza, sitaki mtu analewa. Uh, nataka asichagui kabila. mm -hmm. Mtu yeyote tu mule mtu mwenye ako ready, Niko na watoto, niko na watoto watatu. mm -hmm. So mimi sitaki mtu mwenye takuja tuanze kusumbuana, nataka mtu mwenye ako serious. mm. yes. Kitu ya kwanza utaki mtu mwenye analewa, na unataka ule mtu mwenye ako serious. Yes, qualifications zingine, maybe mtu mwenye ataweza kuprovide mtu mwenye pia ata provide. Kama uko hapo nje, wewe ni mwanaume, unasikia anasema, unataka ni connect naye, inbox hapo WhatsApp 0795968188 namba senda, nitamreach out tuone venye kunaye kunaenda. So maybe any last word? Bila mwisho tu sawa hivyo vitu sana, ana maneno mengi, anasema jambo lolote. Mimi bila mwisho niko tu sawa hivyo vitu sana, kama hmm. yeah. yeah. <laughs> ana maneno mengi, anasema uko tu sawa hivyo, bora upate mzee. Guys, mazen, it has been good. Kama hapa ni YouTube subscribe. Kama ni Facebook follow. Kama ni TikTok follow. Thanks for watching.